Hapa nitakuelekeza jinsi ya kutengeneza nyimbo za AI au MP3 kwa kupitia AI, iwe gospel, bongo bongofleva nyimbo za hivyo vyovyote. Cha kwanza utaingia Google. Hakikisha uh, mm, akaunti yako umeshaisajili, manake umeweka email yako pamoja na kila kitu. Utabonyeza kitu kinaitwa Suno. Hiki hapa Suno, utaklik hapo sasa mimi kwa sababu nimejiunga, ila hatua ya kwanza itataka kuletea, ukiklik hapo juu, utakuletea kwamba e, sign up or login. So kwenye, kwenye, kwenye sign up utakiswa naweka email yako na password yako. Baada ya hapo, itafunguka kama mimi ninavyofunguka hapo, kwa sababu nimeshajiunga na, na, na, na ni mtumiaji mzuri. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nimesha save account yangu, moja kwa moja itafunguka namna hii ikishafunguka hivi itakuletea ita kwa sababu mimi nimeshatengeneza nyimbo zangu nini yangu, kwa hiyo skrini yangu inanionyesha namna hiyo. Upande wako wa kushoto hapa kuna kitu kinaitwa home na kitu kingine kinaitwa create. Hapo chini home ndiyo hapa sasa, ila nitaenda kubonyeza kitu create ili iniletee sehemu ya utengenezaji wa huo wimbo. Hizi ni baadhi ya nyimbo ambazo nimeshazitengeneza kupitia Suno AI. Uh, obvious, ni application awe uh, nzuri mno. Sasa ukishajiunga kila siku wanakupa credit tano ambazo hizi zinakuwezesha kutengeneza nyimbo tano, uh, nyimbo tano tu, lakini zinakuja nyimbo kumi, nyimbo moja wana modify mara mbili. So hapa ni sehemu ya song description, hapo ndo sehemu ya kutayarisha wimbo wako. Utaandika tu kwa Kiswahili, utaanza neno tayarisha wimbo kama maneno yanapofuata, hakikisha unaweka vitu vya muhimu ambavyo wewe unataka kuvisikia, ambavyo unataka kuvisikia, kama ni chombo fulani unataka kukisikia. Sasa hapa uh, itabidi uwe, uwe mbunifu sana, mbunifu eh, jinsi ya kuandaa eh, script yako kwa ajili ya kuandaa wimbo. Ili AI sije kakosea. Somi hapa nitatayarisha wimbo wa kumtia moyo mtu aliyechoka na kukata tamaa kabisa. Wimbo una BPM 45, manake ni tempo, lakini ki nitaweka G major. Hii ni kwa ajili pia kwa wanamuziki, ili kucreate kitu ambacho unakitaka una naona G major kama hivi ninavyoandika. Lakini nita sasa hapo mbele ndo ili, ili sasa wimbo wako uwe na, na, na kitu ambacho nataka nitaandika wimbo uwimbwe unaona kama hivyo ninavyoandika. Sasa nitaweka nukta, nitaruka, alafu nitaanza kwa herufi kubwa. Mfano, wimbo wetu uimbe ni salama rohoni mwangu. Sasa unaweza ukaona hapo eh, eh. So baada ya hapo, baada ya kumaliza caption yangu, nitaikopi. Kama kuna makosa yote, naipitia alafu nitabonyeza kitu kinaitwa create, create. Ghafla ukishabonyeza create, utaanza kuona huku inakuletea option yes, nyimbo yako inakuwa iko generated na huku pointi zangu zimeshashuka, naanza sasa ku, kusubiria yeye, wakati na nitengenezea wimbo sasa. Nasubiria hapo kama unavyoona, nasubiria nasubiria nasubiria. E, yes nyimbo sasa imeanza e, kuja sasa hapo. Hebu tu play wimbo mmoja alafu tusikilize baada ya hapo nitakufundisha jinsi ya ku download. Sikiliza chuma hicho. Umebeba mizigo wili, umechoka sana Machozi yamekauka, umebaki na ukimya. Uliomba kwa bidii, majibu yakaonekana mbali.